Na Yesu asiwe sana. Lakini sifa nyingine, nyingine ya, ya mapatano ili ujue kwamba hapa kuna mapatano, watu waliopatana huwa na lugha moja, huwa na lugha moja, huwa na usemi moja. Hii ni sifa mojawapo tena ya kitu kinaitwa mapatano. Hakuna mapatano kama lugha ni tofauti kati ya hawa watu wawili wanaosema wamepatana, lugha yao lazima iwe moja. Wakisema ndio wote ni ndio, wakisema hapana wote ni hapana. Lakini ukikuta watu wanasema wamepatana, halafu mmoja wapo akisema ndio, mwingine anasema hapana, hapo hakuna mapatano. Bwana Yesu asiwe sana, hapo hakuna mapatano, hakuna kabisa mapatano hapo. Lazima uelewe hilo, lugha yao iwe ni moja. Sasa ili uelewe zaidi, twende nikakusomee habari ya watu waliojenga mnala wa Babeli. Twende nikakusomee hapo ili upate kitu, mwana wa Mungu. Mwanzo wa kumi na moja mstali wa kwanza, na kuendelea na kuonyesha tu kwa ufupi. Ukumbuke msingi wa somo letu, andiko la msingi wa somo letu hatujalisoma bado, tuko kwenye utangulizi wa somo, kwani nikualike, uzidi kwa pamoja na mimi usiondoke, tuna kuelekea ni pazuri. Mwanzo kumi na moja mstari wa kwanza neno la Mungu linasema: mmoja, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Sifa ya watu waliopatana. Mstari wa pili kama watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko wakaambiana wakaambiana, haya, na tufanye matofali, tuyachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema haya, na tujijengee mji na mnara, na kilele cha na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili yo, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji wa mji na mnala waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuliwa neno wanalo wanalo kusudia kulifanya. Si kama umeona picha hii? Hawa watu Biblia inatuambia kwamba walikuwa taifa moja, lakini pia pia walikuwa na lugha hii walikuwa na lugha moja na walikuwa na usemi mmoja, wakazamilia, wakaona wanatapakaa sana kwenye nchi, wakasema ngoja tujenge tu tujenge kamnala ketu kafike mpaka mbinguni Bwana alipo. Bwana mkubwa alipochungulia kwa watu, anashangaa eh, hivi hizi jamaa kweli zimezamilia hawa, hii myamba imezamilia kweli, inafanya na akaona, tazama akaona jinsi wanadamu wanavyofanya na akaangalia kweli kabisa, hawa watu hakuna wa kuwazuia, wamezamilia kufanya lile waliokusudia. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa sababu gani? Wamepatana, na wamepatana kupitia nani? Wana lugha moja na usemi huu mmoja. Alichokifanya Mungu, aliamua mwenyewe ashuke, avuruge usemi wao, avuruge lugha zao, kila mmoja aanze kuongea lugha anayojua yeye. Alishuka akasema, hawa watu watafanya hiki kitu, Baadaye kitakuwa na madhara kwao, acha niwasaidie kwa vurugia usemi. Bwana Yesu asiwe sana, akavuruga usemi, mwingine anaongea Kichina, mwingine anaongea lugha ipi, haielewe waka wakaacha kuelewana. Bwana Yesu asiwe sana, ni sifa ya watu waliopatana.